Uhabari gani mwana koa TV. Kama ni mara yako wa kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni D wa koa TV. Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, kupitia majukwaa ya mitandao ya kijamii imeweza kutoa taarifa kuhusiana na kile ambacho kinaendelea baina ya kesi ya mwenyekiti huyo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Tundu Antipas Lissu. Nataka ni kusomee barua ya wazi ambayo chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kimeandika katika mitandao ya kijamii nukuu. Taarifa kwa umma. Chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kina taarifu umma wa Watanzania, asasi za kiraia, jumuiya ya kimataifa na vyombo vya habari vya ndani na nje nje ya nchi kuwa siku ya Ijumaa tarehe 27 Juni mwaka 2025 saa tatu asubuhi katika mahakama kuu ya Tanzania, Dar es Salaam itasikilizwa kesi ya mheshimiwa Tundu Antipas Lisu dhidi ya jamhuri kupitia Criminal Application namba 14496/2025. Uh, katika kesi hii mheshimiwa Lisu anaiomba mahakama irejee uamuzi wa awali wa hakimu anayeendesha kesi ya uchochezi na mkabili ambaye alikubali maombi ya upande wa jamhuri kusikiliza ushahidi wa mashahidi wa siri pasipo mheshimiwa Lissu kuwafahamu, jambo ambalo lina athiri haki yake ya kujitetea ipasavyo na linaweza kupelekea maamuzi yenye athari kubwa kwake binafsi. CHADEMA inapaza sauti yake kutetea misingi ya haki wazi na usawa mbele ya sheria. Tunatoa wito kwa watetezi wa haki za binadamu, wanaharakati wa demokrasia, wanasheria, waandishi, waandishi wa habari na wote wanaojali utawala wa sheria kufuatilia na kushiriki kwa ukaribu katika mchakato huu wa mahakama. Haki haipi, haipingwi, ha, haipingwi chenga, demokrasia inalindwa ina hailindwi gizani. Imetolewa leo tarehe tare 26 Juni mwaka 2024 Alhamisi. Uh, Blenda Lupia, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi A CHADEMA. Mwisho wa kunukuu. Hiyo ni barua ya wazi ambayo chama cha demokrasia na maendeleo kimeweza kuchapisha katika mitandao ya kijamii kuhusiana na kesi inayomkabili mwenyekiti huyo wa chama cha demokrasia na maendeleo, Tundu Antipas Lissu. Jina langu ni Diwa KTV. Tafadhali subscribe na turn on notification. Bye bye. Tutane wakati ujao katika ulimwengu wa siasa. Bye. Bye.